jam. Ah, yeah. Mwenzangu hapa nimechoka hatari. Mm. Yeye za uko shoga yangu. <laughs> Mm. Mwenzangu, yule yule muita ndugu yako yule. Kumbe mbaili hatari, leo tumechambana huko, paka nimefikia tu kumchukulia simu yake. Eh. Chico. Eh, simu yake hapa ya, nimemchukulia, akipata hela anakuja kuchukua simu yake. Bwana ni dane mambo yao mpaka unamchukulia eh, na simu. Eh. Njoo ana hizo sasa. Maana paka nimefikia kumchukulia na simu sio poa, maana yake njoo ana hizo sasa. Na wale wengine je? Mwenzangu, nimelipwa hivyo hivyo ila tu eh, wasichana waongo, shoga yangu. Unajua nini, wasichana waongo hii. Nimelipwa ila, yule awalake Makame yule Bupe mubaini, huyo dada hadi nashangaa kani alichukua vitu vyangu, alafu nimemkuta tia ajabu, shoga yangu, anafanya usafi mdodo, niliotoka hapa ndio anafanya usafi yeye, kaamka mm -mm. Amchafu sijapata kuona. Kama kukomaje? leo uko mtaani kwa unguza shoga yangu, biashara ndivyo zilivyo. Kuna siku nyingine mteja anapata, siku nyingine anakosa. Au vumilie shoga yangu, mpaka unamchukulia na simu e, mimi atanichukuliaje kweli akiniona? Ah, siku zote hizo wa, mm, wadai wakose tu sikia, kuja kwa wadai ah. Ila sawa, vipi huyo gogo, umemwona kapita hapa mm? mm. Hmm. ile gogo limepita leo ha? limepita muda, shoga yangu, na nani safari yake ashafika na karibia kurudi pale no niana madia chote akula kula. mm -hmm. ya, yaani Mungu kanipa sala, unajua wewe eh. yana familia mengi mimi na huyo gogo ule mm -hmm. Eh, ni hivyo tu, nishapenda tafanyaje? mbona mm -hmm. shoganga yote tisa tuchene na hivi yule mdada alikuja kumdai gogo pale, ni kutudai hapo, unamjua? hmm. yule dada Ishi, yule pale, yule mdada, yule hapana, si yule mdada siku ile pale, yule mdada yule mweupe? Hapana, simfahamu. Unamfahamu? Mimi namfahamia wapi shogangu? Maana mimi nimeshangaa, nimemkuta hmm. gengeni tena. E, e, nimemuuliza wewe vipi, mbona unajua tena kudai hela yenu? Kaka kasafiri kanikataza, nikasema nyo, soka kwa laki moja na nusu shogangu. Uleo umemkuta gengeni kwa gogo? Go, gengeni kwa gogo, mbona umestuka, umenitisha ha, mapesho shogangu, mimi hata simfahamu shogangu. Shogangu hiyo asikuumize kichwa chana naye shogangu wefanya zako biashara, tudai madeni yetu, maisha mengine yaendelee, wasikuumize kichwa wao, wanawake wa nje, si unanielewa dugu? Mimi kule basi namba ya chungu moja ninayo ndani kwangu mm, kamweke na gogo nakwambia dunia nzima sijaikuona mwanamke mbaya na fisadi kama wewe eh! Eh. Na zile zangu zokoona kula. Na payuka umenikera, umekuja kule kwenye nyumba watu, umeanzisha vurugu. Kwa mtu wenyewe kwanza huna mimba, mgumba, hujai kupata uzazi wala alafu katika maisha yako. Yaani wewe nilivyokufikiria sivyo kabisa yani. Eh. Yani kuziba mdomo ndugu yangu, kausha kimya, kaa kimya lakini hukunielewa. Kwae, uyogoka kuga shingapi? Kanigea bega yani, migogo mimi maene sisi ni ma hey, swahiba. Alafu mimi usinizibe mdomo. Eti unaniziba mgogo pale mbele ya gogo pale. Hey, ele ele ele ele. Unanifanyamia mbea mwenzako, mimi sio mbea. Huna uzazi wewe mwanamke. Na kuanzia sasa hivi Nakwambia mashikio yako hayo, yule ukamwombe razi gogo besi yangu yani, tangu yuko ndigi ah, mi tunajuana na siwezi. Sasa kama huwezi si. Siwezi. Wewe utaokota makopo, mwangalie vile hey, ah, nywele kama mime. Kicha Aha, rupia vipi? Mbona umekaa kimya? Azif, ukumbuki mimi wewe tuliongea kitu gani? Jamani, talking to yu yesno hivi. Stela, uh, sanamu linaweza likakaa likaongea? What do you mean sanamu? Wewe ulinichomesha pale ukanifanya mimi ni sanamu na wewe ukaondoka sasa, je, kwa nini sanamu lisikae kimya? Ulinifanya kwamba mi ni sanamu na ukaondoka, hata bila kuniaga. Umeinuka huyo pepelu na mimi kuniacha pale. Sasa siku ile mi niliitwa na mfanya biashara mwenzangu, ndio maana nilikuacha pale. Lakini hata hivyo, si nilikutumia ujumbe, nilimtumia mtu kuambia nini kilitokea mfanya biashara. Tela, unanifanya mimi ni mtoto eh? unaona mi ni mjinga eh? unanidharau si ndio? Mfanyabiashara? Basi sawa, mfanyabiashara alikuwa mm. mm. ni muhimu kwako kuliko mimi, na ndio maana ukaweza kuniacha. Sasa unataka niseme nini tena? Wewe umeweza kuniacha pale na ukaondoka kwenda kufanya kazi na mfanya biashara mwezio, mimi nikadhani tayari mmeshamalizana. Sasa nini tena kwangu? na vipi kuhusu Maige? Maige mm, Maige Maige yupi? Umjui Maige? Unaanza kukatakata kona. Umjui hata Maige ni nani mm? Oh, si ndio shambaboi ne, shambaboi shambaboi sasa yule mi naye tuna dili tu, mambo ya biashara ni biashara tu, like kuna vitu nilihitaji yanifanyie kwangu. Shambaboy ambaye anaweza akakaa katika mwili wako akakukis, akakuwagi akafanya vile anavyojisikia yeye, si ndio? Shambaboy analima maua, analima garden katika mwili wako. Shambaboi, hacha kunifanya mi mjinga, hacha kunifanya mi mpumbavu, please. sawa Okay, basi tuachane na hayo. So vipi kuhusu lile swala, kuhusu nini? Ni kuondoka nyumbani kwangu Sim. hakuna lingine, ni kutoka tu nyumbani kwangu. usinifanye mimi mtoto, Stella, ondoka nyumbani kwangu. Are you serious? Yeah, I'm serious. mbona sielewi? You so angry? Are you okay? sina pesa, nenda kachukua kwa shamba boy. Kwa hiyo kiufupi nielewe kwamba msaada kwako siupati hivi tena naboa, hata nimekukuta hivyo ninavyokuambia hivi, chiko na mafuta hata yakichwani. Ndugu yangu, yaani kanichamba kanichamba kanichamba kwa sababu ya simu yake amnaye, sina hivi ninavyokuambia. Nimeenda kuhangaika kubangaiza, nikakombweka simu changu, maana amekichukua yeye mi na vipi, na watu nadhani kama kile, lakini kinusu tu kidogo tangia. Yaani waagaragaza na mm hasira -hmm. so, na, na, na mie. Hmm. Anataka kunipiga kwa Chiku hmm. Mimi hmm. kwa Chiku hmm. Awe Chiku atimbw lake, naliwezia wapi mimi, namuogopa hatari. Hem, tuende kwanza. Tuende. Ila eh sijui nikafungue kwanza, sijui tuende kwanza hem eh. Nipeleke mie kwanza ana hmm. hmm. hmm. Hey, jamani na wewe bibi, ndio kwanza bwana hata tumekutana njiani eh? Kuniga yoyo simu ambayo umeweka milongo hata loki hujionyesha password hujionyesha maana kuweka kitu bondi umeonyesha mwenzio ili nikajinadi kwa hela yangu eh? Kwa nini umenifanyia hivyo jamani, Sofia? Eh? Mimi tena. M Mimi nimemsindikiza huyu amekuja ame. ame ku kuomba simu yake. Ha Sofia, kumbe mnafiki kiasi hicho? Ah ha, ah, hatukusengenye eh? Dachiku. Yaani tunakuja kwako kwa pesa yako, utupe simu. Mpe lake, mpe lake. Eh? Mimi mwenyewe mbea automatic. Ndio maana ni vile tumesogeleana, mnaanza kunisema mnanisimanga nini? Mnanisimanga kope? Au mnanisimanga kitu gani? Au mnanisimanga uzuri wangu na utamba nao umtaja jamani wa umta, kauzibe? Eh? Ni mna mnapenda kunizibia zibia riziki nyie? Sasa ela yenyewe ipo nusu chiku. Ha, eh, nusu. Hapo kwenye nusu hata sijamielewa. Mimi sitaki mambo ya nusu. Kwa hiyo mta mnanizoea kila mtu gogo. Kila mtu gogo. Sijui mnaona chibi sana. Eh? Okay. Mpe tu simu. Hey. Shoga yangu kumbe ulikuwa na elfu kumi yote. Yeye anachichukui kichukui kistarabu unakuwa pua. He, si nachukua kwa yako yangu. Uyo mwenyewe aliingia simu, simu nayo aliingia nini? Eti sijui simu inapigiwa pigiwa amna lolote shoga yangu. Uyo shoga wako nikupe tu siri nikupe ubui kidogo. Simu toka nilivyoichukua, inapiga mama mdogo, baba mdogo, baba, babu, bibi, mjomba sijui nini, hanagata madanga. Hao bahati yanaa, nyota unashoga yangu umeshamrusha yeah, mroga. Eh. Chueo nee, nakugea na kugea mimi, na sauti nzuri ya kiromantic. Sina hata sauti yako, niliona kwa sababu na sauti ya romantic, najua mapenzi, najua yango zote. Njoo hii simu yako Vita. Ichunguze kwanza. Kwa hiyo mimi nimeharibi mimi mshamba wa simu. Je, anaikagua ajue jamani, je, kama imeharibika? Hey, mimi na mume babu, mimi nimeolewa naweza kanunulia simu wale kama zote wewe. Si unanielewa? Shida ni simu babu kwa yeye. Asante lakini. Jamani Sofia hadi wewe unaondoka. Ndio, chukua video la maua mapya shoga yangu. Eh, jamani mimi hadi nimeishiwa jamani kila siku nagombana na, na wateja. Sasa atakaye anaona hivi video la nani? Au biashara si sina nyota biashara na nyota ya kulima. Ah, kulima sio kweli. Oh, Madela, gogo nikamshonea matisheti mashati basi tuvae eh. Hadi udale, anagombana nae. Sisi nategemea ehe. Yani, we mtoto mjinga yani we mtoto mnafiki, mtoto wewe ni mnafiki, mnafiki, mnafiki, mnafiki sijapata kuona yani. Wewe wakunifanyia mimi hivi kweli? Kama ulikuwa unamtaka siungeniambia? Kama ulikuwa unamtaka siungeniambia kuliko kunifanyia hiki ulichokifanya wewe. Haya, umefanya nini sasa? Umefaidika nini mimi ndo bosi wako, mimi ndo ninayekupa mshahara, mimi nakutengenezea njia nzuri ya wewe kuweza kupata vitiptipu, ndo umejiona wewe, ndo umejikuta tena, sijui umejikuta nani? Kweli wewe wakunifanyia mimi hivi feti? Yaani wewe kweli eh? Haya, umemwambia nini sasa bosi? Mbona mi sikuelewi? Unielewi, unielewi na kuuliza, umemwambia nini? Umemwambia kitu gani ndo ushaniharibia? Umefurahi? Nimemwambia nini nani? Ah, unajifanya ujui. Umemwambia nini Rupia? Siku ile nimekutumia ujumbe nakwambia nenda ukaongee na Rupia mwambie moja mbili tatu. Wewe ongea kitu gani? Lupia. Mm. Kama unatumia kwenye message nimesoma ni na ndivyo nilivyokuambia Lupia. Na uhakika? Na uhakika ndio. Kweli? Kweli bosi. Sasa kama uliongea kama nilivyokutuma mbona mambo yamebadilika hafla? Unajua ulichonisababishia yani wewe? Unajua ulichokifanya? Yaani mnafiki wewe. Mnafiki sijapata kuona. Yaani, ama kweli binadamu sio watu, nakusaidia kukusaidia kote kule, lakini unaamua bora univue nguo kabisa mzima mzima hivi. Najiona nimevaa kumbe sivai. Hapa we mnafiki kabisa, sijapata kuona na kama unahisi labda umefaidika, haya, ongera dada, ongera, umefaidika. Sawa haya, faidi wewe. Sasa mambo yako, kama mnafiki. Unamtaka, ungeniambia bibi wewe usinchanganye Moyo wangu umefunguka, kamata shika wewe. Mbona sikuelewi? Kwanza mbona tumesimama hapa hivi? Wewe baba, una shida gani? Una matatizo gani wewe kwenye akili yako wewe? Mbona sikuelewi eh? Hivi tabia zako ambazo nimeambiwa wewe, ni mtu wa kubadilisha wanawake usiku mchana na jioni, kumbe ndio tabia zako. Una nini lakini unataka upewe nini wewe ambacho utalizika kwenye moyo wako? We mwanaume una shida gani? Yaani una nini? Mbona unanichanganya? Lakini siku mbili nilizoondoka, leo umenifanyia hivi kweli? Shida ipi? Kuna shida gani? Kuna kitu gani ulichokiona? Huyu mtumishi mwenzangu kwenye kazi, tatizo liko wapi? We, we, we, we, mimi nani kwanza? Kwanza, shika. Kwanza. Kwanza, useme tu mfanye kazi. Ubeba, kwanza beba kwanza, beba kwanza, beba huo mkoba, beba ni ubebe yeye na mimi sitaki kubeba. Unabeba au ubebi? Nitabeba, usitake kunichanganya na shetani yangu ya kinyamwezi yakapanda. Huyu nani kwanza huyo kifurugode anakuwa na ujasiri wa kunisimamisha mimi hapa na kukuuliza maswali huyu nani? Huyu mwanamke kama wewe tu hakuna tatizo lolote lile. Ehe, anakuwa nini atusimamisha? Ah, mimi sijui pengine trafiki wa muda huyu. Koma wewe. Hmm? Kama nikoongea ongea, ukweli unanijua unijui? Yes. Hapo, acha kunidhalilisha mbele za watu na nitia aibu, wewe mwanaume una shida gani lakini? Usimalize maneno. Kiufupi, kashakwambia hakujui, sisi wenzako ndio kwa tumekutana penzi letu jipya. Yeah. Kama kadondokiwa na kitovu kama ni shoga yangu mimi ananilizisha. Labda wewe kwako tu una shuhuri. Halafu, sasa nisikilize. Ushawishi una. Nisikilize mwanamke. Mimi wewe sikutaki. Tumeelewana eh? Mimi nimetafuta type kidogo ile panda hey! nah. <laughs> So na juu. Angalau hey! Ikinyesha mvua kidogo niji nijifiche. So natembea mama yake tuko sawa sawa. Utasema kama madumu ya maji. Hebu twende huko bwana. Angalia mtoto South Africa hiyo. Ndio hmm. Mali hiyo. Ah twende huko. Hebu mwache wasiaga. Kwa subiri kwanza. Haya ulikuwa unacharuka kama maji ya chooni. Majibu umeyapata? Majibu umeyapata? Yaani kifupi nimemwacha. Sasa nisikilize vizuri. Huko tunakokwenda kuwa mtaratibu, kuwa mpole, usije ukazua mambo yakatushinda. Kamata hii elfu saba hizi nyingine nitakuongezea. Sasa mbona elfu saba ndo nilonayo. Kwa hiyo wewe unanipa nusu alafu mi nikachambwa afu wananiambia niwe mpole? Kwa hiyo mi nitukane nichambwe mwanamke mwenzangu, mi namwangalia tu afu wewe umenipa kama ungeatakasi ungemaliza ile hela. Mi kalipe wikwa njinga kwa mpumbavu yako yakwendee. We mtu wenyewe amwona, ule akili kichaa, nusu akili, nusu hana akili, mwandaazimu. Mi bwana, siwezi na nini. Yani atakavokuja ndo takavompokea. Yani awezi akanicharukia tena, mi namwangalia, kisa iko kwake. Mi siwezi bwana, so, sasa wataka haribu, wataka haribu, kumbuka tuko nyumbani kwake pale. Twende haya. Gonga weye, wewe si ndiyo wadaiwa? Njo ugonge. Huyu vipi? Hey. <laughs> Kuwa haraka haraka ili na wewe huja upatie ako kushikamoo na, mbona hivi? Shikamoo dada Chiku, tokea lini? Si nilikuwa kwako kule ukanibaruza na matusi, maneno yalikutoka mtoto wa kike wewe? Au kwa sababu mtaani kwetu njo miona itilisi, nimfanyie unafiki, nimwamkie nyo? Sina shida na shikamoo yako, nomba dada yangu, umeshajileta ilangu, maana hata shikamoo hizo kunisaidia chochote. Mpe, mpe na wewe Makame. Ujongezi. Eh? Urefu a. Hata kibidi urefu kama unaweza kuongea na Mwenyezi Mungu muombe akuongeze urefu maana ititis na akili ita- itakuwa. Eh, mwanamke wako analipa hela. Shilingi 7000. Kwa hiyo unatafuta kumaanisha timbuli lote mle la chumbani ndio umeomba shilingi 7000? Umemwonga shilingi 7000? Basi tafuta kazi. Ji kazi na wewe utafute kazi, uwe na kazi, wewe kila siku kupewa tu. Eh? Uone aibu. Ndugu yangu eh, badilika mhm, mm -hmm. We bibi, sina haja kukulaumu kwa sababu mwanaume anayotoka naye kwanza, mwenyewe riziki yana kulipa kodi kwenyewe, ni mtiani simeta shilingi elfu saba. Hiyo iliyobaki sijui nitapewa lini, maskini wa Mungu. Chiku, usije tena ukachukua vitu vyangu. Ukiniona niache nipite kama nilivyo, maana uwezo wa kulipa huna. Bwana unatembea naye na we mwenye, minuksi kibao, na wewe mwenyewe minuksi imekutawala sio, umenielewa? Sawa, damu kubwa. Wewe umenipata eh? Sawa kamanda. Eh, hey, mi si damu kubwa, mi naitwa Chiku, mke wa gogo, Chiku brand. Sepeni. Hey. Kunkuja kopa eh, au kunkuja semu hayo mimi maneno Natamani ni kuone leo, macho yako ni mwanga wangu, ukiongea na moyo wangu nisikie hata kwa ndoto. Natamani tusemezane halia.